Simulizi ya Anne Frank, msichana mdogo aliyeandika maisha yake wakati wa vita vya pili ya dunia. Mnamo mwaka 1939 vita ya pili ya dunia ilipoanza, Nazi wa Ujerumani wakiongozwa na Adolf Hitler na kuanzisha mauaji ya halaiki ya Wayahudi ama unaweza kusema Holocaust. Zaidi ya watu milioni sita waliuawa kwa sababu ya dini yao, asili yao na ulemavu wao. Ngoja nikupeleke direct katika maisha ya Anne Frank ambaye ameandika dayari kuhusu maisha yake. Nadhani wengi mnaweza mkawa mnamjua kutokana na historia, ama wengine msimjue kabisa. Anne Frank alikuwa msichana wa Kiyahudi aliyekuwa na miaka 13 tu alipolazimika kuishi mafichoni pamoja na familia yake huko Amsterdam, ambapo ni Holanzi, baada ya Wajerumani kuvamia nchi hiyo. Waliishi mafichoni kwenye sehemu ya juu ya jengo la ofisi la baba yake ambalo hilo jengo lilifichwa dilif vizuri kwa muda wa miaka miwili. Wakati wote huo, Anne aliandika kwenye daftari lake la siri, ama wanaweza kuita dayari kuhusu maisha yao mafichoni, huku akielezea hofu ya ndoto zake za baadaye na matumaini licha ya vita Mateso na kifo. Mnamo mwaka 1944, maficho yao yaligundulika na familia yote ikakamatwa na kupelekwa katika kambi ya mateso ya Auschwitz. Kisha Anne na dada yake Margot wakahamishiwa Bergen-Belsen. Huko walikumbwa na njaa, magonjwa na mateso ya kupindukia. Anne Frank alikufa kwa ugonjwa wa typhus mnamo mwaka 1945 akiwa na miaka 15 tu, wiki chache kabla ya kambi hiyo kukombolewa na wanajeshi wa Uingereza. Hakuwahi kujua kuwa daftari lake lingeendelea kuishi daima. Urithi wake, baada ya vita, babake Anne ambaye alijulikana kama Otto Frank ndiye aliyenusurika peke yake, alikuta daftari la binti yake na kuamua kulichapisha. The Diary of Anne Frank limekuwa moja ya vitabu vinavyosomwa zaidi duniani, ushahidi wa maisha ya kweli ya wasio na hatia waliopotea kwenye Holocaust. Na hiyo ndiyo historia fupi ya Anne Frank ambao walikumbwa na mateso kupitia jeshi la Ujerumani likiongozwa na Adolf Hitler. Siwezi sema mengi, ngoja niishie hapa, na mimi ni msimulizi wako Love T CEO Media, ama wengi wanapenda kuniita Mr Love T na kalamu naweka chini, nikimaanisha ya kwamba siwezi endelea tena, but usisahau kutufolo katika peji yetu ya TikTok kwa jina la Love T Media. Share link, comment and like, ili uweze kupata stori kwa undani zaidi. Asanteni.